He bwana, habari za wakati huu? E, nawasalimiweni ndugu zangu nyote ambao mnasumbuliwa na matatizo mengi sana katika mfumo mzima wa utafutaji. He bwana, leo nataka e, niwafundishe jinsi ya kuweza kujisafisha nyota wewe mwenyewe, yani zile nyota ambazo umezunguka mashariki, magharibi, e, lakini ukaona uka, ukate tamaa. Eh, unasema mimi kila nikitumia dawa kwa waganga eh, zinakuwa hazifanyi kazi. Sasa eh, bwana, huu ni mdarasini ambao wengi wenu mnautumia kwenye viungo eh, kwenye chai na kwenye mambo mengine tofauti. Hizi hapa ni hudi za stick, sawa. Hii hapa ni chumvi ya mawe kwa sababu hivi vitu nataka niwaelekeze na ikiwezekana msikilize kwa umakini sana, na muweze kuvifanyia kazi, na natumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi nyote mtaweza kufunguliwa yale matatizo ambayo yanawasumbueni kila kukicha. Kama wewe ni mmoja ambaye umesema umeoga sana chumvi za mawe e, lakini haujapata mafanikio ya aina yoyote. Sasa e, ziko mbinu nyingi sana ambazo unaweza ukazifanya na ukatumia chumvi ya mawe na ikaweza kukusaidia mara kumi eh, ya yale ambayo wewe umeyaomba, kwa sababu ina ufanisi mmoja mzuri sana. Chukua mdarasini, yani vipakti kama hivi hapa, moja, mbili, tatu, nne hata ikiwezekana vitano, sawa. Unaweza ukauchemsha huu, au unaweza ukaubambika kwama kama ukiuchemsha maanake unaweza ukautumia siku moja hiyo hiyo, yale maji yake, kwa sababu yanakuwa tayari yamechanganyika. Sawa, kama utaubambika, maanake utauweka leo kwenye sifuria ya maji, kesho utachukua yale maji yake. Sawa, chukua yale maji yake upate ujazo wa lita moja paka lita mbili, ambao yenye yani ukakuta yale maji yashaanza kubadilika ile rangi. Sawa, wakati huo chukua udi za stiki hizi hapa sawa, chukua hizi stiki mbili eh? ukwangue uhudi. Naomba mnisikilize kwa makini sana, kwa sababu nataka e, niwaelekeze vitu vya mafanikio, ili kesho na kesho kutwa basi na nyinyi mpate kitu ambacho cha kuweza kujivunia kutoka kwangu. Hizi ni kodi, hizi ni password ambazo nawapenda, ndio maana nawaelekeza kidogo kidogo. Chukua pati kama hii sawa, hii pati unahakikisha unatumia kwa muda wa siku saba, na hizi kila hii moja kama hii unaoga siku moja, na hizi hapa unatumia siku moja stiki mbili. Kwa hiyo sasa utapiga hesabu mara ngapi kwa kila unapoweka hizi, unachukua na hii kidogo, kwa muda wa siku saba, muda ambao unatakiwa uoge. Ikifika saa sita ya usiku Oga, ria na mungu wako, ria na mizimu yako, ria mambo yako yote, kwamba mimi fulani bini fulani, naondoa mikosi, nahitaji mambo yangu yafunguke, nishike pesa, nikubarike kwenye ndoa yangu, nikubarike kwenye biashara zangu, nikubarike na matajiri zangu, mahusiano. Nuia vitu ambavyo unavyovitaka kubwa zaidi kitu ambacho unataka kunuia, usinuie kwa kujaribu. Tia nia kutoka moyoni mwako, nina uhakika hata mizimu, malaika watakusikia vizuri sana. Ukimaliza zako hapo, ndugu yangu, nenda sehemu yoyote ambayo ulishawahi kukataliwa, hata kama uliomba kazi. Kuna mwanamke, kuna mume, kuna mchumba ambaye alikukataa. Kama una namba yake wewe fanya kama unamsalimia tu, mpigie bwana, ujambo. Omba apply kazi, hata iwe online. Ndugu yangu utakuwa umeboost nyota yako vizuri sana kwa wale ambao mkitumiaga tu chumvi ya mawe peke yake inakuwa haiwasaidii. Kwa hiyo kama unapenda video zangu, nakushauri sana ndugu yangu, share video hii, niambie unataka nifundishe dawa gani. Nambie kuna kitu gani kinakusibu kwenye comment, unataka kukijua. Ndio kazi yangu, nipo kwa ajili ya kuwaelimisha ili mpate kuelimika na mpate kujifunza kupitia mimi. Kwa hiyo kama umependa video zangu hakikisha una share una like, ili video ziende viral, ili mradi tuweze kuendelea kufundisha vitu vingine. Unaposhare na wenzako, nao pia wanapata elimu hii bure na mimi pia napata kufundisha. E bwana, mwezi huu nadhani ni watano, kwa hiyo kwenye tarehe 25, 26 kuendelea mbele nitakuwa zangu hapa Marekani na nitaendelea kufanya kazi zangu, kwa kama uko Marekani hapa basi namba ni hizo hapo, 0755 631291 unaweza ukaanza na plus 255. Sawa, kwa hiyo nitembelee YouTube yangu na pia ni Dr Manyaunyau. Mimi nimemaliza ndugu zangu. Kama kuna kitu ambacho hujakielewa ni cheki hapa hapa, DM. Usinipigie simu kwa ajili ya kuniuliza maswali ya kitu ambacho nimekielekeza hapa. Ukinipigia simu, simu yangu ipo kwa ajili ya wateja ambao wanalipia tu, ila wewe ambao unataka kuuliza for free, uliza hapa nitakujibu. Bye, bye.